Moja ya swali ambalo wauzaji binafsi wa ardhi huwa walipendi wa ni ukimuuliza, kwa nini unauza ardhi yako. Ili swali huwa walipendi, ila huwa lina maana kubwa. Nitakupa mkasa mmoja ili ku, niliwahi kushuhudia kuna mzee mmoja alikuwa anauza shamba lake. Yule mzee sababu yake kubwa ya kuuza ilikuwa, anauza shamba ili anunue mashine ya kusaga. Sasa yule aliyekuwa anataka kununua akamuuliza mzee kwa nini unauza? Kwa hiyo alivyoelezea sababu, basi yule jamaa kumbe alikuwa ni mtu ambaye pia anadili na kuuza vipuli vya mashine za kusaga. Kwa hiyo ikawa kama vile wamefanya biashara ya kubadilishana, barter trade. Kwa maana hiyo yule mzee akapewa mashine na akafanywa installation ya ile mashine kwenye eneo ambalo alisema analo la kwake jingine. Lakini pia akaongezewa na pesa kidogo. Kwa hiyo, njia ya kumuuliza mtu sababu gani namfanya auze inaweza pia ikarahisisha biashara ya kuuziana ardhi kwa urahisi, mkafanya kama exchange ya kitu fulani na kitu fulani hivi. Ndivyo ambavyo biashara ya exchange kwenye ardhi inaweza ikatokea.